Songera sana. Leo me, nimeona umekuwa miongoni mwa washindi kwa masuala ya cyber. Unajisikiaje? Sana. Najisikia vizuri sana. I'm so excited. Lakini pia ni sababu ya ku motivate pia girls kuona kwamba we can do it. Mm. Our voices pamoja na ideas zetu matters in this industry of IT especially in cyber security. Mm. Ni kitu gani ambacho umekishinda na umetengeneza mfumo gani pengine? We are not dealing na software development hmm, right now. Sisi ni watu ambao tuna deal na, na kuangalia the security ambayo ipo ndani ya hiyo mifumo ambayo software software development software developers wanaitengeneza. So right now naweza nikasema um, naweza ku-intrude katika baadhi ya mifumo not not everything. I'm not competent that way. Nipo mwaka pili. I'm still learning. Do you know, right now, mimi ni blue team na naendelea kujifunza red teaming ili nje kuwa purple team. Kwa hiyo naweza nikasema ni hivyo. Bado naendelea kujifunza najifunza, najifunza, na right now unachoweza kufanya ni intrusion detection pamoja na computer forensic, kama disk memory, pamoja na networking forensic. hmm. uh, nimeona ni miongoni mwa uh washindi wanne lakini, wewe ni mwanamke pekee ama msichana pekee ambaye umekuwa mshindi ndio. Uh, unafuraha kiasi gani? Nafurahi sana na furaha hii, hii sio kwa ajili yangu peke yangu. Nafurahi sana kwa sababu I have become a motivation for other girls, wajue kwamba we can do it. Mimi sio kwamba ni mkubwa wala sio kwamba labda nipo mwaka wa nne au nipo sijui nimemaliza chuo, nipo mwaka wa pili tu. It's just motivation kujiunga yaani, kuji, kuji, kuji group na watu ambao unajua kwamba watakusaidia. Mimi ni cyber security hapa chuoni ninashiriki ni kwenye cyber security Club, kwa ni hivyo your companion ambao unaongozana nao, lakini pia motivation kutoka kwa kaka zetu na dada zetu, so we just, we just have to know kwamba competence, consistency pamoja na exposure of your, camp, of, of your company ndio kitu ambacho kitazidi kukupa wewe ule mwendo wa kwenda, lakini as a girl nataka kusema kwamba nimefurahi sana kwa sababu I know I have become an motivation for other girls to participate in TCRA. Kuna mashindano mengine yanakuja anaitwa Girls in ICT. Kuna Cyber League inakuja ambao wameiweka katika teams. Lakini pia tuna hizo, tuna cyber league, tuna pico CTFs, tuna TCRA girls in, in ICT ambayo inakuwa held pia na TCRA. I appreciate TCRA kwa sababu ni moja watu ambao wanaendelea kutuvuta girls kuona kwamba sauti zetu pamoja na idea zetu they really matter in this industry of cyber security. Unaweza ukakumbuka mchakato wa uh, mpaka uh, umepata leo kupata ushindi. Mchakato, yeah, labda ulikuwaje kwa maana ya mpaka uh, mmefikia stage hii? Okay. Tulianza mashindano tarehe kumi na saba ambao yalikuwa ni semifinal. Tuliingia wanafunzi wengi, walisema almost elfu moja mia mbili waliingia katika hayo mashindano, tukatoka washindi hamsini ambao ndo tukaingia finals, ambao semifinals em, tunazifanya remotely, kila mtu anafanya ambapo yupo Semifinal tukaenda kuzifanyia Arusha, it was really competent. Yani, this competition competition is very different from all other competition ambazo zimepita za nyuma. mwaka jana was watching my sisters and my brothers walikuwa nafanya mwaka huu, I said let me try entering in this game game, nikaingia it's a kind of game, kwa sababu unacheza, unaona max zako zinavyoongezeka, unacheza, unaona unashuka, unapanda, unacheza, unashuka, unapanda, dakika mbili tu unashangaa, ulikuwa tano umeshushwa kumi. Yani, it's very interesting, you you become interested while you are still learning and you are very high, unashangaa, ulikuwa tano umeshushwa um ndo kitu ambacho yani, ndo kuwa mchakato mzima, semi final remotely final tukaenda Arusha tukafika kule, it was, it was really funny. ndoto yako unataka kufikia wapi? Natamani sana nije kuwa mtu ambaye nitatumia nitatumia mitandao kwa ajili ya faida za wengine. Natamani kuja kuwa a purple team, atakia kuwa security analyst au nini, either of the jobs right now siwezi nikasema a specific area lakini That is all. Lakini natamani sana kuja kuwa ni one of the motivators wa girls. Yani girls in ICT, mostly in cyber security. Kwa sababu in ICT tupo wengi, information security tupo wengi, lakini girls most fear cyber security. I don't know why. Ni woga, ni consistence. I don't know. But I think through this tunaendelea kuwa motivation kwa ajili ya other girls. So ndoto yangu kubwa ni kuja kuwa motivation tu kwa ajili ya other girls kusaidia nchi namna hiyo. Yeah kwa sasa ingawaje bado unajua safari ni ndefu lakini yeah. Unahisi katika mifumo yetu ni wapi ambapo bado hatujafanya vizuri? Right now unaona kuna vitu vinaendelea ku develop. Back then watu walikuwa wanatumia Javascript kwenye backend, na ndio kitu ambacho tunasema tukiingia kwenye mambo ya sisi. Tunaposoma kuna mashine ambayo ni vaicho uoga tunaitumia inaitwa Metasploitable 2 kwenye vulnerabilities ambazo tumekutana nazo, kuna vulnerability ina, inaitwa Javascript attack. Zamani walikuwa wanatumia Javascript kama lugha kama language wa ambako anaitumia kwenye backend, lakini right now haitumiki tena hiyo. Sasa hivi inatumika java na, wanatu, na yeah, wanatumia java squeeze ambayo it's very hard kui manipulate au kui exploit ili upate vulnerabilities kwenye mfumo. Ni nani ambaye aliwahi kuwa role model wako na ungetamani kufika stage ambayo yeye amefika either awe hackers ama whatever? She's my sister, aishinda cyber security mwaka jana. Yeah, ni very close sister of me. Anasoma course moja na mimi, na ni level moja. She has become one of the, and she has just become one of the friend, one of the sister ambaye amekuwa na ni motivate sana. Toka mwaka jana ameshiriki, her consistence, her competitive nature, jinsi ambavyo yupo. Amekuwa na ni motivate sana. And she's really, anaitwa Rebecca Kubanda. Kashinda girls in ICT mwaka jana kama mshindi wa kike. Michael Snowden unamfahamu? Yeah. Haliwai kukuvutia pengine na kivipi? Navutiwa, navutiwa na, na wengi. Navutiwa na wengi kwa sababu ni wengi ambao tunawasikia wanje, wengine ambao tunajua, wengine tutawajua. Lakini my best motivation ni wale ambao ninakaa nao. Zawadi ambayo leo umetunukiwa inamaanisha nini kwako? Ni ni kama vile wananiongezea, wana ni agia niendelee kutembea mle namotembea Yaani nizidi niongeze speed ni kama gear boy ambayo inaniongezea speed. Na certification kwangu it's one among the thing ambayo inanipull, lakini ni kitu ambacho kitanirecognize mimi. Hata sasa hivi nikitaka kwenda labda IPT, nahitaji kwenda industrial practical training zile project ambazo tunaendaga kufanya. It will push me and it will recognize me kwa watu kwamba she participated in TCRA, she was the fourth winner. Nitapata access ya kuingia popote ninapotaka.